a kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kuniweka hai na kunipa afya mpaka, mpaka sasa na najua wengi wenu mlikuwa na wasiwasi mlipoona nimepotea kidogo ground na kwenye mitandao, lakini ilikuwa nachukua mapumziko kidogo, kwa sababu mbio zimekuwa nyingi kusafiri kuja huko ground kutembea kusafiri nje ya nchi kazi hapa Nairobi, kidogo niliona kwamba nijipe nafasi nipumzike, kwa ushauri wa daktari. Kwa hivyo sasa niko vizuri, nimerudi job na inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda, nitaingia ground hivi karibuni. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi wasi. Na wale ambao wanaeneza uvumi kwamba mimi si nikoje wala sikoje, nafikiri mwaona wenyewe kwamba niko vizuri na niko sawa, na naendelea ku, ku kuingia kwenye mijadala ya, ya Kwale kama mambo ya Mrima, mambo ya madini, na nitaendeleza tena mijadala mingine ambayo inahusu watu wa Kwale, lakini la msingi ni kwamba nitaingia ground kwa nguvu kwa hivyo wale ambao walikuwa na babaika wakisema sijui Boga na nini na vile, e, naomba watulie na watuangalie tu, wakati tuko ground tukitembelea wananchi na kuongea nao masuala yanaowasibu, wataona kwamba tuko imara na inshallah Mwenyezi Mungu atupe nguvu. Pia naombea na nyinyi wafuasi na mashabiki muwe na afya njema na muwe na nguvu na tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunabadilisha Kwale yetu na kuwaweka kando viongozi ambao wameshindwa na majukumu yao. Asanteni sana. Mungu wabariki.